Karibu mtazamaji wa Global TV Online, kupitia Global Sport pekee unaweza kupata habari kama hizi na nyingine nyingi za kimichezo, ukiwa na mimi sports lead wako, nambari tatu mgongoni, Esther Msofe, na leo tumemtembelea kipa wa Yanga, anaitwa Ramadhani Kabwili. Atatuambia kuhusiana na maisha yake ya mpira kutoka Serengeti Boys hadi sasa hivi akitumikia kikosi cha Yanga. Karibu. Kwa jina naitwa Ramadhani Awam Kabwili ni goalkeeper wa Yanga na miaka kumi na nane. Nimesajiliwa miaka miwili katika klabu yangu. Kuhusu maisha yangu, kabla ya sijaanza kucheza mpira, nilikuwa napenda mpira na mzee wangu alikuwa ni kocha wa timu ya jeshini, ambayo nilizaliwa katika hospitali ya Lugalo na babangu alikuwa mwanajeshi, kwa hiyo nilipata fursa ya kumuona babangu akiwa anacheza mpira na pia alikuwa ni kocha wa timu ya, ya vijana wa jeshini. Alibatika kufundisha katika nani katika timu ya jeshi, na mimi nikapata bahati ya kumuona kwahiyo nilikuwa navutiwa naye na nikawa navutiwa na huo mchezo wa mpira. Kwahiyo ilifika siku nikamweleza baba kuwa mi navutiwa na hichi kitu, kwa hiyo naomba unisaidie na nami niweze nikacheza mpira. Akaniambia utaweza mwanangu, nikamwambia ndio nitaweza. Nikabahatika kupata nafasi hiyo, nilikuwa nacheza position ya striker, na mwisho wa siku nikamwambia baba, mi naweza kucheza goalkeeper, na akanambia kama kweli unaweza, basi akanunulia vifaa vya goalkeeper, na hapo ndipo nikaanza maisha yangu ya soka. Ah, kwanza nilikuwa nacheza timu moja inaitwa Twalipo, nilicheza ndani ya kama msimu mmoja, alinipokea coach mmoja anaitwa coach Kingi. Baada ya hapo, nilipata bahati ya kucheza katika mashindano ya Airtel nilicheza katika mkoa wa Temeke na nilipomaliza nilichukuliwa na Azam FC ya Academy. Nilichukuliwa, nikalelewa pale, nilikuwa bado sina uwezo sana wa kudaka, lakini pale ndo nilipolelewa na timu ya Azam FC, ila mwisho wa siku niliambiwa uwezo wangu umeshuka, nikaondoka Azam FC, walinipa wali barua kurudi nyumbani, nikarudi nyumbani, nikachukuliwa na kocha mmoja ambaye mpaka sasa hivi ndo meneja wangu anaitwa Mohamed Chambo na kocha mmoja anaitwa John Mashaka. Ndo wa wao ndo walonisaidia mimi kwenda katika timu ya taifa ya Serengeti Boys na leo hii na ndo nimeonekana mpaka nimefikia hapa. Ah, kitu ambacho situweza kukisahau mechi yangu dhidi ya Kongo. Ya hapa nyumbani na ya kule ugenini. Ya hapa nyumbani kwanza siku kwa ambayo iliniuma sana ise kwa sababu timu yangu ilikuwa inahitaji ushindi wa hapa nyumbani alafu mwisho wa siku nilikuja kuumia da. Yani hadi kueleza leo ina nyuma sana, kwa sababu naweza nikasema nilikuwa chanzo cha timu yangu kuruhusu ku, magoli mengi sana hapa nyumbani, ila ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na yeye Mungu ndio alikuwa amepanga, kwahiyo siwezi kusema labda na au nikamkufuru Mwenyezi Mungu lakini, na, Mungu lakini hiyo nayo naye ndio alolipanga, kwa hiyo hamna mja yote weza kulipangua. Ile mechi lo, iliniuma sana, kwa sababu niliumia wenzangu wakihitaji ushindi, alafu inawezekana mi ndo niliwatoa mchezoni na bahati mbaya wakaanza kuruhusu magoli mengi sana katika mchezo ule. A, a, ila haikuishia hapo. Lile likuja kuniuma tulipokuja kukutana nao tena kwa mara ya pili, kwa sababu tulikuwa tunahitaji kushinda ili tuende katika mashindano makubwa ambayo tulikuwa ndo tuna malengo nayo, ili tuweze kupambana na tuweze kulitangaza nchi yetu nchini ilikuwa mechi bado na Kongo tukiwa kule kwao kule DRC Kongo. Ilikuwa mwaka jana. Ah, tulicheza kule kwao. Lo, iliniuma sana kwa sababu tulikuwa tumepambana sana. Pia tulikutana na uh, fitina za aina tofauti tofauti kuanzia airport mpaka tunafika kule uwanjani. Siku ya mazoezi tunapewa viwanja vibovu, ila lakini tulikuwa tunaonyesha hali ya kupambana mpaka tunaingia siku ya mechi tu, bado tuna hali ya kupambana. Tulipambana sana, ila dakika ya mwisho da yani leo iliniuma sana endapo tulifungwa goli ambalo sikutarajia yani, kwa sababu hapo tulikuwa tushafanya kazi kubwa sana afu ilikuwa bado ni sekunde tu kutangazwa kwenda kushiriki mashindano ya Afcon nchini Gaboni. Kwa hiyo kwangu mimi sio hapo tu pa kuishia. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie kwa sababu usikufikiria kama nitaweza kupata klabu ya hapa Tanzania, ila nilikuwa nafikiria kwanza kwenda Ulaya ili kuonyesha uwezo wangu na kufaidika kwa familia yangu na kufaidika kwa nchi yangu pia. A changamoto zipo nyingi na za kila aina, kwanza kuna ushindani wa namba, kila mmoja anataka kuonyesha uwezo wake ili aweze kupata nafasi ili aweze kuonyesha uwezo wake aliokuwepo nao. A, swala la ushirikina katika soka usilipe nafasi kubwa sana kwa sababu hata huyo mganga mwenyewe anamshirikisha Mwenyezi Mungu ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo unakipa kitu fursa ambacho kitu mwenyewe lazima naye amshirikishe Mungu. Kwa nini usimwombe Mungu na kufanya ibada? Kwa hiyo kwangu mimi hakin, hakina nafasi, wala siwezi kukizungumzia kwa uzaidi, na kwa uzaidi kikubwa ni kufanya ibada, kumwomba Mungu ili uweze kufanikiwa katika maisha. Hata wewe leo hii unaenda kazini basi jaribu usimwombe Mungu, alafu uone kitachokutokea. Kwa hiyo kikubwa ni kumwomba Mungu popote unapoenda na popote unachotaka kukifanya, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Ah, mchezaji nivutia mimi kwangu mimi goalkeeper ni Juma Kaseja, ambaye ndo ananivutia paka leo hii. Na mimi nimejiwekeza katika duka na kilimo, ila kwa upande wa kilimo hususani anafanya sana mama yangu wanafanyia vitu vidogo vidogo, yeye anaendelea kuvikamilisha, lakini kwenye upande wa duka nipo mwenyewe, nalisimamia mwenyewe na mdogo wangu, nalipo Kinondoni Mkwajuni, kuna vitu vya kila aina kuna peji yangu ile ya Kabwili Fashion, kuna Kabwili fan page, kuna Chrisi na Mvungi, unaweza ukatupata, au tumetangaza namba zetu zinazopatikana Instagram, unaweza ukatupata pia ili uweze kufika dukani kwetu. Uh, chingine mi naweza nikaongezea kwa vijana kama wenzangu wanaopenda kufikia malengo kama nilowafikia mimi, wasiishie hapa tu, kikubwa ni kuongeza juhudi, nidhamu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 alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwoneshe weita. Alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chifu vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, The House of Favorite Newspaper.